Moja kati ya methali za zamani ambazo mababu zetu waliwahi kutufundisha ambazo zina maana kubwa katika maisha yetu ya kila siku, moja ambayo mimi huwa inanifundisha mengi, hasa kuangalia kwa makini watu wanaonizunguka, ni ile inayosema kwamba ifikapo katika kipindi cha shida, ndipo utajua ukweli wa wale waliokuzunguka. Kwa kawaida maisha yanapokuwa mazuri, kila kitu kikiwa kiko sawa, kila mmoja atacheka na wewe, tena hasa kipindi kile ukiwa na mafanikio makubwa, kila mmoja akiona kwamba anaweza kupata kitu chochote kutoka kwako ambacho kitakuwa na manufaa makubwa kwake yeye, kiniomba Mungu hafurahi binvu mambo mabaya yasikukute. Ifikapo kipindi ambacho kipatwa na dhoruba ukavunjika moyo ama ukiwa na njaa gonjwa au hata shida, ama kwa wakati mwingine mambo magumu yakikukuta, hapo ndipo utajua ukweli wa mioyo ya watu wanaokuzunguka, na ukweli wao huonekana kwa kina zaidi na kwa ubaya zaidi. Kitu cha kusikitisha ni kwamba hata ukiwa umezungukwa na watu ambao mnaumini katika imani moja wakati huo ndio naweza kuona sura zao za halisi zaidi. Kweli kabisa, upo mstari mmoja katika Biblia ambao nina uheshimu kwa hofu kubwa na hofu takatifu, na kila ninapousoma mara nyingi huo unanitingisha mpaka ndani ya vilindi vya moyo wangu, ya maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya saba mstari wa 22 mpaka wa 23, Yesu alisema Wengi wataniambia siku ile Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia waziwazi, sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Mstari huo sio tu kwa viongozi wa kanisa, bali kwetu sisi sote. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu Yesu hakusema wachache watakuja, alisema wengi. Hakusema wale wasioamini, bali alisema wale wanaomwita Bwana hii. Hakusema kwamba walikuwa wasioamini, badala yake ni kila mmoja ambaye kwa kinywa chake anamkiri yeye kuwa Bwana na mwokozi wake. Ukweli ni kwamba Biblia, hasa Agano la Kale, imejawa na mistari mingi na maandiko mengi ambayo yanadhimu zinafanana mfano mzuri ni kile ambacho kimeandikwa katika kitabu cha Tito wa kwanza mstari wa 16 ambao unasema wanakiri kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo yao wanamkana. Mstari mwingine umeandikwa katika kitabu cha Luka 6 mstari wa 46 na unasema kwamba kwa nini mniite Bwana, Bwana, lakini hamfanyi nisemavyo? Mstari mwingine umeandikwa katika kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa ishirini na mbili na unasema kwamba msisikie tu neema na kujidanganya nafsi zenu, bali nifanyeni yale yanayosemwa. Imeandikwa tena katika kitabu cha Yohana ya kwanza sura ya pili mstari wa nne yeyote asemaye ninajua, lakini hazishiki amri zake, ni mwongo na kweli haimo ndani yake. Hivyo basi ukweli ni kwamba Ujumbe huu ni kwa wote, viongozi na waumini wa kawaida, wahubiri na wasaidizi, waimbaji na mafundi wa sauti, walioko madhabauni na hata wale waumini wa kawaida wanaosikia neno kila Jumapili. Yesu hataki waigizaji. Anatafuta waliomkili na kumkubali kuwa yeye ndiyo Bwana na Mwokozi wao wanaoishi wa mafundisho yake. Najua wakati mwingine ukweli huwa unauma, lakini ukweli ni lazima usemwe. Wakristo wengi wa leo hii ni wakristo wa Jumapili. Watu wanangojea Jumapili ifike kwa hamu, wavae nguo nzuri, waende makanisani, waimbe kwa sauti, wainue mikono yao kwenye ibada inafika. E, wakati mwingine wengi hulia, wengine hupiga na makelele kwamba Roho Mtakatifu ameingia ndani mpaka kwenye nyayo za miguu yao, wengine na huzungumza kwa lugha. Lakini pindi tu wanapotoka malangoni mwa makanisa, hurudi kwenye uchungu, majungu, viburi, wivu, kutosamehe, tamaa, uongo, ubinafsi na mengine mengi. Maneno yake Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Yohana 13 mstari wa 35, kwa jambo hili wote watajua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu mkiwapenda wenzenu. Sio tu kwa sauti yako ya ibada, sio kwa nukuu zako za mitandaoni za maneno ya kila kukicha, bali ni kwa upendo wako hasa unapokuwa vigumu kupenda. Tunamsifu Mungu Jumapili, lakini tunasahau jirani mwenye njaa Jumatatu. tunaomba kwa lugha lakini kwa mdomo huo huo tunamtukana mtu na kumlaani kwa maneno mabaya Jumanne asubuhi, wakati wa kazi. Tunalia ibadani, lakini tunaishwa kiburi, kutojali, na kupenda vitu vya dunia siku nyingine zote za wiki. Ukweli ni kwamba Ukristo siyo tukio, Ukristo siyo jina, Ukristo ni maisha, saa kwa saa, siku kwa siku, mwaka kwa mwaka, maisha kwa maisha. Najua unaweza ukajiuliza, kama haya yote yanasemwa sasa, kwani dini ya kweli ni ipi? Na hii ni ukweli ambao, moja kati ya dibeti ambazo zinaendelea mitandaoni ni watu kutaka kujua dini ya kweli na dini ya haki ni ipi. Biblia imeandika hayo katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27, maneno yanasema kama ifuatavyo: dini inayokubaliwa mbele za Mungu Baba ni hii watunza yatima na wajane katika shida zao na kujilinda usichafuliwe na dunia. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa unasema yeyote asemaye yuko katika nuru, lakini anamchukia ndugu yake bado yuko gizani. Yesu hakuja tu kutuokoa kwenye dhambi, lakini pia alikuja kutufundisha jinsi ya kuishi, jinsi ya kusamehe kama alivyosamehe jinsi ya kutumikia kama alivyotutumikia, jinsi ya kupenda hata maadui, na kutembea kwa unyenyekevu, kutoa kwa hiari, kusema ukweli kwa ujasiri, na kuishi kwa mtazamo wa milele kupitia mafundisho yake. Sasa wewe jiulize hili swali: Je, Ye, unafuata Yesu kweli au unatembea tu kama Mkristo siku ya Jumapili? Maisha yako yakilinganishwa na mafundisho yake hatua kwa hatua siku kwa siku, je, yatakuwa sambamba na kile ambacho kimeandikwa au yatakuwa kinyume? Nataka tukubaliane kwenye kitu kimoja, ili tuweze kuelewa kwamba ujumbe huu haukuletwa kwa njia ya kumshutumu mtu, bali kuiamsha mioyo ya Wakristo wa kweli. Yesu hataki watu wakamilifu, anatafuta mioyo ya kweli. Anatuita tusivae tu jina lake Kristo bali tuishi kama Wakristo. Mendikwa katika kitabu cha Luka sura ile ya 9 mstari wa 23, mtu yoyote akitaka kuwa mwanafunzi wangu ni lazima ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake kila siku na anifuate. Ukristo sio suti wala gauni ya Jumapili, ni sadaka ya kila siku, ni uhusiano wa uhai baina yako na Mungu Baba mwenyezi na mabadiliko yako ya kweli katika maisha yako kutoka ndani ya moyo wako mpaka maisha ya kila siku. Na mpaka ikifika hatua tukalipata hilo sawasawa, hatutaishi tu kwa kumwita Bwana, bali yeye mwenyewe atatuita kwake. Najua umeusikia ujumbe huu mara nyingi, lakini sina uhakika kama unauelewa kwa kina, ama unaielewa maana yake neno tubu. Naomba nikuulize swali Je, umewahi kujiuliza ujumbe wa kwanza kabisa wa injili ulikuwa ni nini? Kabla Yesu ajaanza huduma yake, Yohana Mbatizaji alikuwa anatangaza na kuandaa njia kwa ujumbe mmoja mkubwa sana ambao watu wengi hatuuangalii kwa umakini. Imeandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya tatu mstari wa pili, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kisha Yesu alipoanza huduma yake Maneno yake ya kwanza ilikuwa ni yale yale, Mathayo 4:17 tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na hata baada ya kufufuka kwake, kabla ya kupaa mbinguni, Yesu aliwaambia wanafunzi wake waende ulimwenguni kote, wakifundisha wakibatiza, na kuwaambia watu watubu. Hii inatufundisha kwamba toba si mada ya pembeni, ni msingi wa ujumbe wote wa Yesu Kristo. Lakini toba ni nini? Watu wengi hudhani kutubu ni kusema pole, Mungu ninajisikia vibaya, nisamehe kwa dhambi zangu. Lakini ukweli ni kwamba hiyo ni sehemu ndogo tu ya maana halisi ya kutubu. Neno lililotumika hapa kutubu, kimombo repent, kwa lugha yake ya Kigiriki na asili yake ni metanoia, ambalo lina maana kwamba kubadilisha kabisa mawazo yako, kugeuza moyo wako kubadilisha mwelekeo wako wa maisha, si tu kulia machozi, bali ni kubadilisha jinsi unavyofikiri, jinsi unavyoishi, jinsi unavyowatendea watu na jinsi unavyomwona Mungu wako. Toba ya kweli ni kama hii: kama ulikuwa unatembea kuelekea dhambini, sasa unageuka na kuanza kumfuata Mungu. Kama uliishi kwa ajili yako mwenyewe, sasa unaishi kwa ajili ya Kristo. Kama ulikuwa na kiburi, sasa unajinyenyekeza. Kama uliwahi kuwa na chuki sasa unapenda. Kama uliwahi kuabudu pesa sasa unamtumikia Mungu. Imeandikwa katika kitabu cha Mathayo tatu mstari wa nane zalisheni matunda yanayoendana na toba. Kwa maana nyingine, ikiwa toba yako ni ya kweli maisha yako yataonyesha. Hautobadilisha tu maneno yako na mtazamo wako bali utabadilisha njia zako za kuishi. Ndiyo maana Yesu anasema katika kitabu cha Luka 9:23, mtu yeyote akitaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, ajituike msalaba wake kila siku na anifuate. Sasa kwa nini hili ni msingi sana? Kama tutampokea Yesu kama Mwokozi wetu lakini hatukutubu na kumfuata kama Bwana, basi tunaishi nusu ya Injili na hiyo nusu haiokoi. Yesu hakusema nipendeni tu, alisema nifuateni. Toba ni mlango unaofungua njia ya uzima wa ukweli, amani ya kweli, na uhusiano wa kweli na Mungu. Bila hiyo, tunakuwa watu wa dini kwa nje, lakini wanaopotea kwa ndani. Ndugu yangu, usikubali kuwa Mkristo wa Jumapili. Usikubali kuishi maisha ya kuonekana mwema na mtakatifu mbele za watu katika kipindi cha masaa mawili ndani ya wiki nzima, kisha siku nyingine zote zilizobakia umejawa na kiburi, chuki, ubinafsi, ama uvivu wa kiroho na mengine mengi. Bali kuwa Mkristo wa kweli, yule anayetembea na Yesu hata akiwa peke yake, yule anayesaidia maskini, anayesamehe haraka, anayependa kwa dhati kuishi kwa uaminifu, yule anayechagua njia ya nyembamba hata kama si maarufu, yule anayeishi maisha yake yanahubiri zaidi kuliko maneno yake. Imeandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 19, ninawatuma ninyi kama kondoo kati ya mbwa mitu, kwa hiyo kuweni na busara kama nyoka na wapole kama hua. Dunia hii imejaa giza, pendo wa uongo na dini zisiyo na nguvu wala za haki machoni pa Bwana. Lakini wewe umeitwa na Kristo ukapate kuwa taa katika ulimwengu. Uwe mwanga na uwe chumvi. Uwe mfuasi wa kweli wa Kristo, sio tu kwa maneno yake bali kwa maisha yako ya kila siku. Waonyeshe watu upendo wa kweli ni upi. Waonyeshe watu upendo kama vile Baba yako wa mbinguni alivyokupenda wewe lakini pia jambo la msingi zaidi ni kuwakumbuka watu katika sala zetu za kila siku. Lakini kabla hatujafanya haya yote, kabla haujawaombea wengine, ikumbuke nafsi yako, umwombe Roho Mtakatifu akurudishe kwenye njia iliyonyooka, umwombe Roho Mtakatifu aingie ndani ya moyo wako, atizame pale ambapo panahitaji marekebisho, njia ipya unatakiwa kupita, akufundishe, akuongoze katika njia iliyokuwa sahihi maana peke yako hauwezi. Hebu tuendelee kumshukuru Mungu kwa sala hii fupi zaidi, tuseme: Bwana Yesu, hatutaki tena kucheza mchezo wa kidini, hatutaki kubeba jina lako lakini tukae na nguvu zako. Tufumbue macho yetu, tuonyeshe pale ambapo tumekuwa waigizaji, na turejeshe kwenye moyo wa ufuasi wa kweli. Tufundishe maana ya toba sio tu kwa maneno bali kwa maisha yetu. Badili jinsi tunavyofikiri, jinsi tunavyoongea, jinsi tunavyopenda na jinsi tunavyoishi. Tutengeneze tufanane na wewe. Tusaidie tuwapende wengine kama ulivyotupenda, kutumikia kama ulivyotumikia, kusamehe kama ulivyosamehe. Maisha yetu yawe heshima kwako, sio tu kwa siku ya Jumapili, bali kila siku Jina lake Yesu Kristo, Mwenyezi Mungu, tunakuomba na kwa kushukuru. Amen.